Bosses, leo nitaelekeza jinsi ya kumsajili muuzaji katika application ya Kuza Business. Ukiingia ndani ya app hapa chini utaona vi icons vimeandikwa home, bidhaa, mauzo, matumizi na zaidi. Sasa wewe utabonyeza sehemu aliyoandika zaidi. Ukishabonyeza utapelekwa katika key page, na hapa utaona rasilimali watu, utabonyeza hapo kwenye wauzaji wa dukani. Ukisha bonyeza utapelekwa katika peji sasa ambayo utaweza kumwongeza muuzaji wako. Sasa mimi hapa nishaongeza wauzaji wawili, ila kwa wewe ambaye bado haujaongeza wauzaji utakuta hapa papo tofauti kidogo, lakini utakuta hii button hapa imeandika ongeza muuzaji, utaibonyeza. Ukishaibonyeza utaandika jina la muuzaji, tuseme muuzaji wa leo anaitwa Angela username tuseme linaitwa pia Angela. Namba ya simu tutampa namba ya simu ambayo muuzaji atakuwa anapokea kodi, yani kodi za kuingia katika mfumo. Kwa hiyo tuseme namba zangu ni sifuri saba moja mbili tatu ngapi? Moja mbili tatu oh. Just... <laughs> okay. nne tano sita saba nane tisa ripoti utaandika namba za ukweli. Haya, ukisha andika namba ya simu utakwenda kumpatia muuzaji ruhusa. Kwa hapo, kama unavyoona, kuna mauzo, bidhaa, madeni, matumizi, ripoti, analytics na zaidi. Sasa upande wa mauzo, labda mimi hapa nitamruhusu Angela arekodi mauzo yake. Kufuta mauzo sitomruhusu. Kuona mauzo ya wauzaji wengine, huenda nitamruhusu. Haya, upande wa bidhaa Nita mruhusu kuona, uh, I mean, kuona bidhaa zote kujisajili, kusajili bidhaa na kuongeza stock na kadhalika. Kwa hiyo utaendelea kumpatia ruhusa zote ambazo unapendezwa nazo, alafu ukishamaliza utaandika save. Okay, so kama unavyoona hapa imetokea bug ambayo inasema username exists, maana yake hili jina la Angela tayari lipo katika mfumo. Kwa hiyo utafanyaje ili weze ku kuitatua ya changamoto, utajaribu kutofautisha hili jina na jina la muuzaji wako. Sasa cha kufanya hapa, aidha utaandika, utaongezea kitu mbele ya hili jina kama jina lake la pili, au unaweza ukaandika namba, yani kitu chochote cha kumtofautisha. Haya, tusema huyo anaitwa Angela Mikaeli, kwa nitaandika Angela Mikaeli Dan halafu nitasevu So baada ya kusave Angela Mikaeli atakuwa ameshakuwa ameshasajiliwa amesha katika mfumo, na yeye atakwenda kulogin kama muuzaji katika simu yake.